Kampuni yetu bana, ilianzishwa mwaka 2023 na sisi kimsingi tunajishughulisha ama, shughuli zetu kubwa ni uuzaji na usambazaji wa spare parts ama vipuri vya magari yote ya Kichina, kwa maana ya malori ya Kichina. Malori hayo ni kama vile Fau, Howo, Shakman, Foton, Beiben na mengineo. Sasa tukija kwenye historia, kwa nini sisi tuliamua e, kuja kwenye hii sekta ya vipuri vya malori ya Kichina e, itafahamika kwenye takwimu kwamba e, ifikapo mwaka 2010 takriban mwaka 2010 magari ya Kichina yalikuwa ni asilimia kumi tu katika soko la Afrika lote, lakini hivi leo tunavyozungumza ni mwaka 2025 leo ni tarehe moja mwezi wa kumi mwaka 2025. Magari ya Kichina yako zaidi ya asilimia 55 katika soko la Afrika. Kwa hiyo tutaona ni ukuaji mkubwa sana ndani ya miaka 15, uongezeko e, la magari makubwa haya ya malori ya Kichina kwa zaidi ya asilimia 45. E, hiyo ndo sababu kubwa na ya pekee ambayo ilitufanya sisi kama wakurugenzi wa Samol tulikaa chini tukafikiria na kuja na idea hii ya kufungua kampuni kubwa kabisa hapa Tanzania ambayo inahusika na uuzaji na usambazaji wa spare parts ama vipuri vya malori ya Kichina. Kwa hiyo uh, hiyo ni moja ya shughuli ambazo sisi kama Samol tunazifanya, lakini kitu kingine pia ambacho tunakifanya ni uuzaji wa malori yenyewe sasa nimetangulia kusema vipuri kwa maana ya spare parts, lakini sasa hivi tuko kwenye kuuza malori yenyewe ya Kichina na nikisema malori ya Kichina namaanisha malori yote, kwa maana ya Howo model zote, tuna Howo 371 kama ilivyozoeleka kutambulika, lakini tuna Howo E7 N7 NX, model hii inatambulika kama e, Howo Zuchu, lakini tuna brand ya Fau kwa maana ya Fau J5P, tuna Fau JH5 tuna Fau JH6 lakini tukija kwenye Shakman e, tuna Shakman model zote. Tuna Shakman F3 H3 M3 na kuna brand mpya kabisa ya Shakman ambayo imetoka mwaka juzi, hii inajulikana Shakman X3000. Hizi zote tutazipata hapa Samol Automotives kipindi ambacho sio kirefu. Kwa hiyo, hiyo ni shughuli nyingine ambayo tunaifanya. Na kufikia leo e, tumeamua kufanya uzinduzi huu hapa Tabata Matumbi. Kwa nini tumechagua Tabata Matumbi? Inajulikana kabisa sehemu ambayo e, ni chimbo la spare zote yaani, mteja anapotoka e, transporter anapotoka popote, dereva anapotoka popote, fundi anapotoka popote, anapofika Tabata Matumbi ama Tabata kwa ujumla, ndiyo hub. Ama kitovu cha spare parts za magari yote makubwa, na ndio maana sisi tulikuja tukakita hapa, ili basi kuwarahisishia wale wote ambao wana uhitaji wa spare parts za magari haya ya Kichina e, waweze kukaribia hapa Tabata Matumbi e, Samol Automotives, ili sisi tuweze kuchukua jukumu la kumuhudumia huyu mteja huyu fundi huyu dereva na huyu transporter. Na sisi hii biashara tunafanya kama solution yani, tumekuja kuleta kama solution ili basi tuwe tofauti na watu wengine ambao wanafanya biashara kwa maana ya e, cha kwanza kabisa ya, ni bei zetu ni rafiki kabisa, ukikompea na kampuni ama maduka mengine yote ambayo yanafanya biashara kama ambayo sisi tunaifanya. Lakini ukiachana na hivyo tu, ubora na quality maintenance, sisi tumejitahidi kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha pale spare parts inapoandaliwa kule tunapochukua tufanye close supervision kuangalia jinsi spea inapotengenezwa matirio yake yana uimara kiasi gani, kabla sisi ya kuisafirisha kuileta hapa, ili kumpa mteja tunakuwa tumeshajirihisha tumesha eh, kwa viwango vyote kuanzia spare part inapoandaliwa inapofanywa production inapofanyiwa packaging na hali ya usafirishaji mpaka inafika hapa kwa ajili ya kumuuzia mteja. Mimi ni mwenyekiti wa amilika wa maloli Tanzania. Kwa hiyo hiki chakula kikopo hapo ndani ndio chakula, sisi ndio walaji radhi kwa hilo. Tunatambua mchango mkubwa wa Samol Automotive katika kuhakikisha upatikanaji wa vipuli halisi, vipuli halisi vyenye ubora wa viwango vya kukidhi mahitaji ya soko. Vilevile tunathamini jitihada zenu katika kutumia mitandao ya kijamii kutoa elimu, ushauri na kuhamasisha matumizi salama ya matumizi salama ya magari kwa wamiliki, madereva na mafundi. Hii ni dalili dhahiri kuwa Samol Automotive imejikita na situ katika biashara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 715 lakini, pia unaweza wa kawatembelea au kawatumia email classicstayhostel at gmail.com.